Kuhusu jambo ambalo limekupata Mlima Kitonga hapa. Nzuri, nashukuru Mungu, bosi wangu ni mwelewa, hata ukimpigia saa 8 anapokea simu saa 8, kaonesha ushirikiano na yeye ndio aliyomtafuta fundi kumwambia aje hapa. Eh, bosi yuko vizuri nishampigia simu saa 8, hiyo saa 11 amepokea, amempigia fundi, fundi ndo kaja hapa. Maelekezo ya fundi, amepata, fundi, amepata maelekezo kutoka kwa bosi. Penzi mtazamani ilikuwa wa kwanza kupata matukio, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe, kama mshale unavyokuonyesha. Na mtazamaji wa Chawamata TV ninazungumza kutoka e, e, katikati ya Mlima Kitonga. Ni mlima ambao una sifa kubwa inajieleza yenyewe kwamba ni mlima ambao ni mrefu, lakini pia ni mteremko ambao ni mbaya zaidi ya mkali zaidi. Tupo hapa leo e, katika safari yetu ya kuelekea Songea na katika safari yetu hii leo tumeweza kukutana na dereva ambaye ameharibikiwa gari na tunaenda kuzungumza naye kuweza kupata kutoka kwake, e, kuharibika kwa gari yake hii imeharibika lini, lakini pia amechukua, amechukua tahadhari zipi kwa watumiaji wa barabara hii ambayo inatumika. Mtazamaji, kama unaweza kuona tupo juu kabisa ya mlima Kitonga, e, magari unayoweza kuiona yanapanda yakielekea huku, na sisi tupo hapa na tupo nyuma ya gari ambayo yenye usajili T191 EDF, ambayo ni dereva ambaye tunataka kuzungumza naye. Amepata hitilafu kidogo hapa ya gari, tuzungumze naye atuambie changamoto hii imeanza lini na anachukua tahadhari zipi kwa watumiaji wengine wa barabara hii. Bwana, habari ya asubuhi na pole kwanza kwa changamoto hii ambayo imekukuta katika barabara hii. Asante, asante nashukuru kikubwa uzima, tunashukuru hiyo. majina yako unaitwa nani? Jina naitwa Gift Peter Kitaruka. Tunazungumza, tunatazama kamera ya Peter, Gift Peter Kitaruka. Bwana Peter hii changamoto imekupata kwa lini? Mimi nilipata leo ya asubuhi majira ya kuanzia saa kumi na moja. Vipi, unachukua tahadhari gani kuhakikisha kwamba watumiaji wengine wa barabara hii wanajua kwamba kuna kitu kimefanyika hapa ili waweze kuchukua tahadhari zaidi Hatua ya kwanza chapchapo hapo ilivyonikuta, nikaamua nikate miti kama hivi hmm, majani niweka hmm, majani mbele yangu kuhakikisha watu wakishafika wanajua, madereva zangu wanajua mbele kuna changamoto, gari imeharibika, weka nyuma na weka, na, na weka mbele na nyuma alafu hmm, baadaye mwenyewe nakaa pembeni kuwaruhusu watu wanapandisha na naoshuka. Kwa hiyo nakuwa nawazuia huku barabara kwa imeziba na njia moja hapo. Kwa hiyo nawazuia wanapandisha, wanateremka, afu nakuja na waruhusu hao wanapandisha, baadaye na, na, na, na, na wazuia tena, wanapandisha na waruhusu wanashuka. Vipi, majani hayo umeweka kwa umbali wa mita ngapi, labda kuhakikisha kwamba e, usalama upo kwa watumiaji wengine wa barabara hii? Hasa sisi tunaweka mita kuanzia kama mita hamsini hivi tunaanza kukatishia hapo, ili kwa watu waanze kujua kama kuna gari mbele Bwana Pita, tofauti na majani, kuna kitu kingine ambacho unaweza ukatumia kuashiria kwamba umepatwa na hitilafu ya gari, tofauti na kuweka majani? Kuna labda kitu kingine huwa tunaweka tayengo, tunaweka hmm. tayengo nyuma. Sasa watu wanajua, wanavyofika wengine, katika kubanana gari wamekanyaga, wameshaziua hmm. tayari. Tayengo zangu barabara ee, barabara imenyoka tu hivi, unaweka tayengo mbele na nyuma, afu watu ndo wanajua kila kitu, kila, kila, kiasi, tosha Vipi sasa hapa, kwa vile pabaya, lazima waanze kuweka majani mbali. Vipi hii traffic, kwanza kwenye gari yako ni kitu gani hasa kimeharibika? hii ni kachi. nimetoka huko salama, nimetoka Dar Salaam Mbagala, nimepakia simenti huko mm, kote nimetoka safi na naanza kupanda mlima, naomba mm, ya magari ghafla tunakuta kachi imeslip. Umetumia sasa, umechukua tahadhari zipi, umechukua hatua gani kuhakikisha kwamba safari yako inaenda kuendelea kutoka hapa? Nimeongea na fundi yoyo saa kumi, na fundi alikuwa vizuri, ameshakuja saa kumi na mbili na tushaanza kazi ya kurekebisha gari yetu, kwa hiyo na spare, tunasubiri spare zinakuja saa hizi. e, mfano sasa e, itrafu imekupata wewe hapa, bosi wako e, umetumia njia gani kumwelewesha kwamba bana nipo sehemu fulani gari limepata tatizo hili? Umetumia njia gani labda kumwambia kuhusu jambo ambalo limekupata Mlima Kitonga hapa? Nzuri, na shukuru Mungu, bosi wangu ni mwelewa hata ukimpigia saa nane anapokea simu, nivyompigia e saa nane kaonyesha ushirikiano, na yeye ndo aliyomtafuta fundi kumwambia aje hapa. Bosi e, yuko vizuri, nishampigia simu saa nane hiyo, saa kumi na moja amepokea, amempigia fundi fundi, fundi amepata fundi, maelekezo kutoka kwa bosi kwenye kazi hii, bwana, pita na muda gani tangu umeanza mpaka sasa? mpaka sasa, kwenye maisha ya udereva nimeanza elfu mbili na kumi na tisa mpaka sasa, na wastani miaka sita tuseme. Tunatamani pia kufahamu e, pia na mtazamaji anayetufuatilia kupitia Chawamata TV, ukiwa kwa uzoefu wako wa kazi ya udereva maeneo haya ya Mlima Kitonga, kuachana e, na hii adha ambayo imekupata leo, kuna tatizo lingine ambalo uwaga linawatesa nyinyi madereva mkifika haswa so, maeneo haya maeneo changamoto kubwa kama hivi gari ikiwa imeharibika njiani, foleni inakuwa sawa humo? mm. yani, kidogo ametuhasishia huko ametokea barabara tatu yani, na na, hapo, hapo, hapo, hapo, unapanda na labda gia namba ngapi ukiwa unapanda? Hapo tutaongea na gari yako hizi zinavyojiweka. Amna foreni kwa mimi gari yangu inajiweza na panda na nne, tatu napanda. Kwa faida ya mtazamaji ambaye anafuatilia kupitia Chawamata, unawaambia nini watazamaji, lakini pia madereva wenzako unawaambiaje? wanaopita wanaoshuka na wanaokuja katika maeneo haya unawaambiaje? Hapa, bwana, kuwa makini tu basi. Hapa tunavyoshuka, tunavyotembea hii barabara ndio tuwe makini na kuikagua gari kama kuna uwezekano matatizo madogo madogo ambayo gari naweza kuikagua kabla hujaanza kupanda, inawezekana, na tukacheki gari kabla hatujaanza kupandisha mlima huo. Wanaohusika na, wana na masuala ya usalama barabarani kwa maana rata, unawaambia pia na traffic, unawaambiaje? Kwa hapa traffic ikinikuta au ushauri hmm, wako ni upi? Ushauri wako ni upi kwa traffic kuambia kuhusu kurahisisha msongamano ms wa foleni, sio maeneo haya hapa msongamano, trafiki kama hivyo hivo, wanavyosaidia anavyopita pita, anachomoa moja moja, ambao na kuwa kusimamia overtake, overtake zisiwepo huu mlima. huu mlima ni hatari sana kwa overtake. Sawa. Bwana nikushukuru sana, pole sana kwa adha ile ya kupata leo. Nashukuru sana. Asante sana sawa. na mtazamaji huyo alikuwa ni dereva mwenye gari ya T191 EDF ambaye amepata adha, kumbuka tunazungumza tukiwa kabisa katikati ya mlima Kitonga, ni mlima ambao una sifa kubwa au, na mlima mrefu na pia mteremko mkali sana. Wanasema kwamba wanapofika maeneo haya wanakuwa wanachukua tahadhari kubwa sana ili kuhakikisha kwamba wanavuka salama, lakini pia kama ni kutoka wanatoka wakiwa salama. Naitwa Dickson Bisale na hapa tupo Iringa, na hasa hususan tupo mlima Kitonga, kuhakikisha kwamba mtazamaji, tutakuwa tunakujulisha kila kitu ambacho kitakuwa kinaendelea ndani, lakini pia nje ya mpaka huu wa Iringa. Tutakuwa tunazungumza pia na kila watu ambao wapo wanakuja, lakini pia kukujulisha wewe ni nini ambacho kinaendelea hapa. Kazi ya matengenezo inaendelea, mtazamaji, kama unavyoweza kuona mbele ya kamera yako, na sisi kama timu nzima ya Chawamata TV tupo kuhakikisha kwamba tunakujuza na gari. Mtazamaji, kama unavyoona inapanda, gari zinapanda mlima mdogo mdogo, e, mdogo mdogo Kinaenda sana. Na sisi timu ya Chawamata tupo hapa kuhakikisha kwamba tunakujulisha na kila kitu ambacho kinaendelea. Kwenye mitandao ya kijamii kumbusha tu kwamba tunapatikana kwa jina la Chawamata TV ni, lakini pia Twitter, kwa sasa ni X, ni Chawamata TV, endelea kutufuatilia katika mitandao yote ya kijamii kuweza kuwapata habari zile zote zinazojiri ndani mipaka, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Fanya kazi wa safari tupo kazi, ni moto. Chawamata tupanda na kamoyo shwari, nguvu zetu zinaweka usafirishaji wazi kitugocha Heshima kwa nchi yetu kweli tunafahamu. Chawamata tupanda na kamoyo shwari, nguvu zetu zinaweka usafirishaji wazi kidumo cha mabitia mikono hai Chawamata mshikari.